Ninaitwa Ngambu Manyonyi, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbogwe. Jimbo la Mbogwe lina jumla ya vituo mia tano na sita vya kupigia kura na lina jumla ya wapiga kura laki moja themanini na moja mia moja tisini na nane waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na wito wetu ni kwamba maandalizi yote ya uchaguzi yamekamilika na vituo vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na vitafungwa saa kumi jioni ili kupisha zoezi la kuhesabu kura na kutoa matokeo kwa Mbogwe. Kwa nafasi ya wabunge kuna vyama vitatu vinavyo eh, vinavyofanya uchaguzi ambapo ni ACT Wazalendo, Kafu na Chama cha Mapinduzi na wan, viongozi hao wanaotafuta nafasi ya ubunge wamefanya kampeni zao kwenye jimbo zima wamezunguka wamenadi sera zao wito wetu kwa wananchi wajitokeze ili waweze kutimiza haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi wanaowapenda na tunaendelea na maandalizi ya mwisho mwisho siku hiyo ya tarehe 29 tunawahakikishia wananchi wetu kwamba vituo vitakuwa wazi kwa muda wa saa moja na nusu na watu wajitokeze ili waje kupiga kura.